Nini? ba shuke pia okay, ukielewa namna hii unakuwa kama mlima Sayuni, hauyumbishwi kushoto au yumbishwi kulia. You are always on focus. Unanielewa? Yes. watu washangilie watu wakosoe, wewe unasonga mbele. Watu washangilie watu wakosoe, wewe unasonga mbele. Watakusema ukiwa chini utapanda, watakusema

ana mchezo mchafu mwanangu. Tunataka watu wasafi waingia kwenye huu mchezo. Sema amina. Yohana 2:23, Yohana 2:23, asoma andiko moja hapo, tunaenda point nyingine, maandiko mwingine ukijai, haleluya Yohana 2:23 inasema, hata alipokuwa Yerusalemu kwa siku kuu ya Pasaka, watu wengi waliamini jina lake, Maraka watu wengi walimkubali. Haleluya. Walipoziona ishara zake alizozifanya, wakasema, "Ah, huyu Yesu wa Nazareti yuko di jamaa i wa moto jamani, hata jamaa wa rais serikali, lakini Yesu hakujiaminisha kwao, kwa kwa kwa aliwajua watu wote. Amen. Na kwa sababu hakuwa na haja ya mtu kushuhudia habari zake, mtu amwambie kwamba wa Mungu. Ndio maana kama wewe ni mzazi, una mabinti, una vijana, hasa mabinti, waambie fungua vitabu vya Zaburi, waonyeshe kwamba maandiko yanasema na hiyo nafsi yangu inajua vizuri kiasi kwamba akikutana na mvuta bangi akamwambia mrembo, naelewa yes, they know they are beautiful. Asichanganyikiwa siko, naelewa mtu wa Mungu, yes, yes, yes, sema, najua mimi ni nani, ninajua mimi ni sema, ninajua mimi ni nani. Kwa hiyo Yesu akujiambatanisha nao, japo na sifa zote kwa, anampatia mtasoma andiko moja tena la mwisho litokea Wagalatia moja kumi anasema maana sasa je, ni wanadamu ninawashawishi au Mungu au, na nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu, nisingekuwa mtumwa wa Kristo, si ndio? Hatuko kwa ajili ya kupiliziwa tu, kwa ajili ya kumpilizi Yesu, kumpendeza Kristo nak kumpendeza Kristo. Kuna watu tutawakwaza, kuna watu tutawabariki. Tuseme amen. Amen. Yes. Yes. Don't worry. Don't worry about this kwa sababu opinion za watu hazikudrive, siknelewa. Yes. opinion za watu hazikudrive Yes. Hallelujah Yes. opinion za watu hazita kuwa mwongozo wa njia yako Yes. hello, hello. utajifunza kuwa na mahusiano na Roho Takatifu zinio Naitwa mshauri wa ajabu, ukienda oh. Kuongea naye kusana na, na, na mume wako hata kuambia wanaume wote ni nipaswa kichwa hata Amen. Kwa mm. Hello. Mm. Kwambia ongea okay, na hi. Hi. Hello? Oh, kwa Kwa hiyo opinion za watu hazitatuyumbisha Opinion za watu, opinion za watu, lito inamalizia point ya mwisho tuondoke sema Amen. Amen. Point number tatu: hali na mazingira hali na nini, hali na, hali na mazingira. Unajua, kwa mfano tuseme labda, uh, wewe ni, ni, ni, ni, ni mtumishi wa Mungu kwa mfano kama mimi mambo yako vizuri, ukija kwenye ibada raba sute kali ya tola yeah, ibada yeah, ndio. Lakini siku mambo yako mabaya oh. <laughs> <laughs> fungua kitabu cha Maombolezo tatu. <laughs> Maombolezo tatu. Halele, sikiliza, maisha yako kama mtoto wa Mungu haya Haipimwi kwa kiasi cha pesa benki, hayapimwi kwa kiasi au mazingira yanayokuzunguka. Ngoja nikuonyeshe kitu kwenye maandiko, fungua Wafilipi 4:12 mpaka 13. Wafilipi 4, mmefika? Wafilipi 4:12, anzia 13, Wafilipi 4:12 Anasema najua kudhiliwa tena, najua kufanikiwa. Anasema katika hali yoyote na katika mambo yoyote, nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Sikiliza, huyu ni Paulo, anaandika hii barua akiwa gerezani, anachosema kwamba kwamba siumbishwi So guess, na kinachoendelea kwenye maisha yangu anasema yes, yes. Nimejifunza kuwa loaded nimejifunza kuwa bila kitu yes. Nimejifunza kufanikiwa. Watu yes. Wanapenda tu, kuna tatizo anasema kwamba nayaweza mambo yote katika hili jambo. Ma, anapoongelea nayaweza mambo yote, anasema kwamba nina uwezo kukaa kwenye kila hali yes. Bila kuwa Mungu anataka uongea imani ukiwa unamia mfukoni na ukiwa hauna. yes. Unatembea na miguu mpaka mlima mmoja, ukifika unasema mimi ni tajiri, glory to God. Maana yes. Paulo anasema kwamba sisi kama maskini, lakini tunawatajirisha wengi. Yes. Sio, unanielewa? Yes. Ukisoma hii barua, hii inaitwa The Rejoicing Letter of Paul. Ni barua ya shangwe ya Paulo. Na Paulo alikuwa gerezani. Mlango wa 4 mstari wa 4 anasema furahini nyakati zote, anasema tena furahini. Huyu ni

Hiyo inaweza kuwa independent of circumstances, kuwa huru mbali na mazingira ambayo unaishi. Siko, unanisikia? Lazima uwe na mentality kwamba kama mna maji mwamba utatoa maji. Siko, unaisikia? Sio kwamba hali zikiwa hivi na wewe uko hivi. Kuna watu ambao uhitaji kusoma status zao, sura yao ni status. Yani ukimwangalia unajua leo ana hela. Ukimwangalia unajua leo kaachwa. Ukimwangalia unajua leo najua Sema, sio mimi, glory. Yeah. Mapepo yanatakiwa kukuona anachanganyikiwa, yameleta vagi nyumbani, akiputa ofisini unashangwe mtu mmoja, sema amina. Yanasema ni huyu aliyogombeka na mume wake asubuhi. Maana ofisini huko unabariki watu huko, mtu anakuja kulilia ndoa yake, naambia mwanangu, ndoa ni njema, ndoa inatoka kwa Bwana bwanaooake kumwambia mwanangu, vumilia au hauna lugha hiyo mwanangu? Noa inasema, Hebu simama juu, ongea na Mungu. katongea namn Peruse taha perusereia televidaha